My love. Mm. Kipenzi, amka basi ujiandae kwenda kazini, na chai tayari nimesha kuandalia mezani. oh, amka ukaoge. Unalala sana jamani, amka uoge basi ujiandae kwenda kazini, chai nimesha kuandalia. Morning, my love. Morning dai

Baby. Yes, baby. Chai ya leo ni tamu kiukweli na kutamu, sito kwa kutamu sitokuacha mpaka kufa kwangu. Najua. Kaa nimewaza sana yeah. Mm. Nataka nifanye kitu kizuri ambacho naamini tafulani, naona unateseka sana kwa hiyo nataka nikuongezee gari ya pili ya kutembelea eh. Gari ya pili? Yes. Mume wangu yeah. Unacho kisema una maanisha, niko serious eh? Hey. Ah. Mume wangu jamani! anaaamai asante sana. anakuja hivi karibuni uwai jani sipati picha. <hums> <hums> ameingia ndani ya mjengo, anakuja anakuja n

asante mume wangu. Yani mume wangu mpaka nimesi joto. Yani habari tu ilodistua niano, yani mm.

Karibu, pita, mlango uko wazi. Wow, shoga yangu huyo! <sighs> Karibu shoga yangu. Asante Monica. Vipi lakini, umeendeleaje? hmm. Mimi kama unavyoniona na nyumba yangu yote hii au nataka nifike kwa stress za mikopo kama za kwenu no? <laughs> tena bora tu umekuja shoga yangu, maana nilikuwa na ubuyi wa moto kweli Mume wangu si anaenda kuongeza gari lingine la pili. <gibu> Dada nitakavotamba hapa mtaani. <gibu> uh -huh. Ongera, mshikilie sana huyo mme wako maana sio kwa kukupenda hivyo hayo. hmm. Ni yako bana, yaani hapa kafia Kenya, mazishi yake Nairobi. Na sasa anamulisha Tanzania kuzikwa upo. <laughs> mona moja, mi nikuache, maana kuna sehemu ninaenda, hmm. Shoga yangu mara hii tu subiria basi, hata jusi nikuletee. Na sana haya, karibu wewe, karibu ha, tu upo, unapaiza eh, eh, mlango ukiuvunja au kwa vile kwa una mlango kama huo Haitowezekana yani, ni mwone mwona akifanikiwa wakati me napitia machungu. Yani hapa ni lazima nilipize kisasi mtu tangawana hamsini kwa hamsini, kaka. Sio mdana tu <laughs> <laughs> <laughs> So, jambo ni lazima kabisa mama mm. Yupo ametulia tuli na anakusubili hatari alivyokumisi Takuonawe, karibu ndani, karibu. Asante jamani. Mwanangu hey. Karibu nyumbani. Asante mama. Shikamoo. Marahaba. Ujambo za huko shule? <laughs> <laughs> <laughs> Vipi lakini mama kwa mnaendeaje? Tunaendelea vizuri sana, wewe. Ni kwamba ni ndani tu nakaa mwanangu hey, au? Au na na leke wewe usinelewa <laughs> <laughs> mama. Ni kwa nimekumisi hatari. Ah, mimi nakuwa nimwamisi. Ah. Yaani natamani ungerudi udogo nikakubeba mkononi mwanangu. Eh, mama nina wewe. Lakini kwa sasa <laughs> uh, unazidi kuwa handsome. Mm-hmm. Yaani wadada wake okay, kwa kujipanga kwa kweli. <laughs> <laughs> mama, simacha akapumzike uh, kwa sababu huko alikotoka huko nesi amechoka, ungemwacha kaenda kupumzika hmm. <laughs> <laughs> hebu kaa kwanza hapa mwanangu mana, mana macho yangu natamani nikuone muda wote mama. <laughs> <laughs> na <laughs> mwana namwana, ulete na juisi <laughs> jamani, yaani umependeza hmm. Ni kwamba unakaa ndani tu au ndio masomo yenyewe yamependezesha, ama masomo, si unaelewa tena karibu sana nyumbani. Asante mm-hmm. sana mama. Babako ni vipi? Mtoto nilikupeleka chuoni kusoma au nilikupeleka kula bata? Yaani pesa zote ninazokutumia wewe unafanya tu starehe na wajinga wenzako! Jamani mume wangu, mtoto ndo kwanza kafika, ndo kwanza kaingia humu ndani, unaanza kwa kumfokea? Na amekukosea kitu gani kikubwa hicho mpaka umfokee namna hiyo? Wewe hujui tu lakini yeye badala ya kusoma, pesa zote ninazozituma kwa ajili ya ye yeye kusoma, anafanya starehe na wajinga wenzake chuoni. hmm. Wemozi anayosema babako ana ukweli. hmm, Yaani wewe endelea tu kumtetea huyu, lakini nimemuona mimi mwenyewe na wajinga wenzake wakifanya starehe. Si unaona anaondoka mtoto, ndo kafika. Utaanzaje na utaanze, utaanze maneno makali. Endelea kumtetea tu siku zote. Mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. makubwa <laughs> uh <-huh>. Oh. <laughs> <laughs> Asante, na nilikuwa nimeamisi hatari sana. Vipi lakini mnaendeleaje hapa? Mm, sisi kama unavyotuona hatujambo. Ila <laughs> shemu bana. Karibu keti. Thank you so much. Karibu keti. Oh, I'm so tired. <sighs> Kodi kuniandalia mazaga mazaga, si unajua tena. Nakubali shemu. Sana <laughs> Ila, shem, <man. laughs> oh, ah. Enjoy vipi lakini blow yiko wapi? baada ya kutoka kazini, ila muda si mrefu atafika. mm. mm. Sasa shem mm ngoja -hmm. kwanza nikachape maji maana nimechoka hatari. Naelewa, maana sio kwa safari hiyo. Sawa <laughs> so, mna shida mimi ni niko tu hapo. Haya, poa. Sijui chumba changu kiko wazi. Kiko wazi. Wewe nenda tu.

na kato. Kaka kwa amesema hivyo atulishwe hela. Nimeongeana shambani, amesema hivyo atulishwe hela twende mjini. Hey, Mama atuje mjini? Eh, amesema hivyo. Alimu kama una chai. Hii mama, mimi na kato hayo na tuacha na mimi paka <tipedicu> naenda kunenepa. Nitaenda Ma, kupendezeaje? Sina mbwa shambani kule. Ha? Akanipigia simu. Shambani. Wewe uko na nani? Yeye, yani amesema muda wote anandushia hela tunayeondoka hapa. Ha, yani